Utaenda kumweleza nini? Mimi mata meta nifikiriaje? Unajua, <laughs> kabisa uli, mimi ni rafiki yangu Adamu, unakuja. Mimi hata naelewa vipi? Lakini shem, hebu jaribu kuamka basi, jaribu kuamka hata kidogo. Shem, mata nakuja. Shem amka basi shem, umeamua kunifanyia hivi lakini ni mbona? Nilikujali, nilikuamini. Kashimiji yangu, una taarifa gani kupotea kwa dada yako? Taarifa ninayo, dada alipotea siku tatu za nyuma ndiyo. Eh, sawa, umechukua hatua gani? Aharakati zilikuwa ni nyingi mno. Sasa wewe ndio mtoto mjinga sana, yaani ni mjinga yaani sijaona mtoto mjinga kama wewe. Sisi tumeshafanya uuni sana lakini hatukufanya kama hivyo unavyofanya wewe. Familia inatakiwa uifuatilie lakini wewe umekuwa ni mpumbavu, mpumbavu wa kufa mtu. Sasa basi mimi sioni sababu. Wewe, miza umeshindwa kulifuatilia, niache mimi naenda huko. Nafikiria ah. sana hivi ni nani mwenye ujasiri wa kutembea na mke wangu na haitoshi kumtorosha pia? Kila nikitafakari majibu siyapati, ila ndugu yangu, nikupe pole sana kwa kipindi hiki kigumu ambacho unachokipitia. najua mtu muhimu sana ameondoka katika maisha yako na mpaka sasa tujue wapi alipo <sighs> lakini pia hata mimi najiuliza vile vile na najiuliza sipati majibu. Ni nani ambaye mtu mwenye ujasiri wa kukaa na mke wa mtu chochote? Tena usiku kama vile. Na haikuishia hapo tu. Akapata ujasiri wa kutoroka naye. Mpaka leo mke wangu. Nimehangaika na nahangaika sana ili niweze kumpata yake. Nagonga ukuta. Na ndio maana nimeamua kurudi kwa rafiki zangu. Nimekuja kwako kwa rafiki kwa yangu. Hebu jaribu kuniunga mkono na kunisaidia kwanza. Ili ni nihakikishe mke wangu anarudi kwenye mara yangu. Naumia na nateseka sana. Lakini wewe leo umeamua kuniletia hii zawadi ambayo umemkuja kufa kwangu, hata kama kweli kifo ndo kimeandikwa popote pale, usifie kwani usifie nje huko Mwenyezi Mungu caniganiambao ume menipa umenipa matatizo makubwa tofauti na umyongu? Yes, e bwana hii hapo hiyo kigongo kikale nimekokea hapo, kama tangazo hiyo ni movie flani vya amazing. Ukienda katika channel ambayo inaitwa Mapro Movies katika YouTube utaipata mwendelezo wake. Ni filamu kali sana, ni tamthilia ambayo ina mafunzo makubwa sana, lakini pia bila kusahau ndani yake kuna huzuni, kuna upendo, lakini pia kuna mikasa ya hapa na pale, na pale na komedi ya kufaa mtu. Tafadhali nenda kwenye YouTube aa, search neno Mapro Movies, then utaona inaitwa Mkenge. Ni bonge moja la chupa ni la kibabe ise, utaenjoy na utafurahi sana, na hautotamani kuacha. Imeshafika ni episode ya tatu. Uh, kile kipande cha episode ya pili, sasa imeshawe kwa episode ya tatu na inaendelea, ni ndefu sana, ambayo utakuwa umejifunza vitu vingi sana. Nenda ka search mapro movies, kisha angalia mkenge, utakuja kunishukuru baadaye. Yes, hii hapa ni episode ya hamsini na moko, episode ya hamsini na moja ya series zetu kali kabisa ya Siri ya Huba kutoka RK Movies, kigongo kikali kwelikweli. Na hapa tunaichambua kwa ufupi sana a, episode ya 51 imekuwaje. Lakini nikukumbushe tu vitu vya hapa na pale ambavyo vimeishia katika episode ya 50, ambapo tumeona tayari uh, mwanadada ni Nice, kama uh, design fulani, hajapenda rafiki yake kuongea na kaka yake. Lakini kumbukwe uh, RK tayari ameshaingia, um, katika mtego wa uh, mwanadada ambaye, um, ni rafiki wa Nice baada ya kukubali kuongea naye na then um, aliweza kumwambia kwamba kuna issue ya kazi. RK bila kusita kasm yes, naitaka hiyo kazi hiyo. Sasa vipi ofa yako? Mwanadada namwambia na, mubia, na kusikiliza tu RK kasema ah, unajua wewe ndio mwenye kazi kwa hiyo natakiwa unipe offer. Mwanadada bila kusita akamtega RK akamwambia okay, mimi nitakulipa laki tatu. RK akaskot kidogo kisha akasema, mmm, laki tatu sio ndogo, lakini kwa namna ninavyoishi, lakini pia na mimi bado kufanya kazi kwa bidii, nafikiri angalau ingefika laki tano. Au unaona ajabu? Kabla ajamaliza, mwanadada akasema sawa, ntakulipa hiyo arakita. RK akawa anashangaa sana, mbona ghafla na haraka hivi? Lakini mwanadada huyu, kama unakumbuka vizuri, kipanaicho chake yote anayoyafanya kwa ajili tu ya kumtengenezea mazingira RK aingie katika himaya yake ili aweze kuwa mtu wake, lakini ndio hivyo tena hivo, katika kipindi hiki ameshaja pizza bwana, hahitaji chochote, hahitaji masuala mazima ya kimahusiano, kwa sababu ni kuwa ni mambo yanamvuruga kichwa kile kweli yani, na ndio maana ameamua atulie tu kwa sasa aweze kuokoka and stuff like that. Sasa hapo, nimekukumbusha kwa ufupi tu kile ambacho kimeshia pale katika episode ya hamsini, lakini pia ukikumbuka mwanadada huyu huyu bwana, dada yake kule alimkataza sana kwamba hahitaji mvulana kuja kufanya kazi katika sehemu ile ambayo tayari amesha uh, mwambia RK kwamba kuna kazi. Sasa imekuwa ni kitendawili kweli kweli, kwa sababu uh, inavyoonekana uh, huyu msichana analazimisha RK aende kufanya kazi eneo hili, lakini bosi mkuu ni yule aliyekuwa mke wa Duma, na RK akienda kufanya kazi pale sijui itakuaje kee, kwa sababu uh, Duma lazima tu atakuwa amemkumbuka mkewe na design fulani ataamua kumfata ili aweze kuhakikisha kwamba anamjulia hali aliyekuwa mkewe na ikiwezekana um ambembeleze ili waweze kurudi nyumbani. Sasa endapo ataenda kazini pale na atamkuta Arake anafanya kazi pale itakuwaje? Je, je atamfulusha ili atoke pale? Na je, Arake akigundua kwamba yule kumbe alikuwa ni mkewe na Duma ambaye amemchukua mpenzi wake, ataendelea kusalia pale ama ataamua asepe zake na kuacha maokoto, baada ya muda mchache wa kufanya kazi katika sehemu ile. Nikitendawili kwelikweli ni mambo uh, ya moto ambayo yanakuenda kutokea katika episode hii ya 51. Wacha wecha muhimu ni kufanya uh, kubonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha kujaza alama ya kingere ili usipite na zile updates kali. <laughs> Tunakuekea uh, kila episodi ya series hii, lakini pia bila kusahau, kila series tutakuwa tunafanyia unyama sana na kisha utaenjoy sana, lakini cha muhimu ni kukumbusha tena kwenda katika channel ya Mapro Movies. Kuna tamthilia kali kali kali sana ambayo inaendelea, ndio kwanza imefika episodi ya tatu, ni back to back. yaani inaachiwa leo inapumzika kesho, kesho kutwa inaachiwa tena. Kwa hiyo hautochoka kusubiri, nenda kaitazame uh, filamu ambayo inaitwa Mkenge. Utakuja kunishukuru hapa na utakuja kuhadithia nini mkikuta katika filamu hiyo. Mkenge ni bonge moja la series Series ya kufa mtu inapatikana ndani ya chaneli ya Mapro Movies. Kama haujaipata ama pengine unashindwa kusachi basi tutafute kwenye WhatsApp namba 0684139672, 0684139672. Kwa wale ambao hawaongei lugha ya Kiswahili, if you fail to find the series known as Mkenge Please take us or contact us uh, through WhatsApp number 0684139672 uh, then or you will get all instructions on how uh, to watch that video or we can share with you a link that will direct you to the YouTube channel known as Mapro Movies and you will get it. Ni uh, moja ya series kali kabisa mbayo uh, inapatikana katika channel hiyo. Usisahau kubonyeza neno subscribe katika channel ya Mapro Media, lakini pia usisahau kwenda ku subscribe katika channel ya Mapro Movies na kuitazama Mkenge series. Ni bonge moja, bonge moja na series. Asante uh, tukutane katika next episode.